Tuelekee Tabora ambapo mkuu wa mkoa wa Tabora Aggrey Mwanri ameuagiza uongozi wa wilaya ya Nzega mkoani humo kudhibiti utoroshaji wa aina yoyote wa chakula kwenda nje ya mkoa wa Tabora ili kulinda hifadhi ya chakula wilayani humo na mkoa kwa ujumla. Akizungumza mara baada ya kutembelea maghala ya kuhifadhi mazao ya nafaka katika wilaya hiyo, Mwanri amesema kuwa Nzega ina akiba zaidi ya tani elfu arobaini za chakula, hivyo ni lazima chakula hicho kikadhibitiwa kisitoroshwa kwenda nje ya mipaka ya mkoa huo. Grayson Kakuru ana taarifa zaidi kutoka Nzega, Tabora. Magala ya kuhifadhia nafaka ya chama kikuu cha ushirika katika eneo la Bukene wilayani Nzega mkoani Tabora ni magala yanayotumika kuhifadhi chakula cha serikali kutokana na eneo hilo maarufu kwa kilimo cha mazao ya chakula yakiwemo mpunga pamoja na mahindi. Lakini mkuu wa mkoa wa Tabora, Aggrey Mwanri anapotembelea magala hayo anakutana na shehena ya akiba ya mazao ya mahindi pamoja na mpunga, hali inayomsukuma kuona shehena hiyo inatunzwa vizuri. Baadaye ukasikia kwamba unajua, ule mzigo ulikuwa unauona kule Bukene, unaonekana kwamba umenyeshiwa na mvua, sasa hatutaelewa. Tunayo kazi ya kuhakikisha kwamba tunatunza vizuri, hali ya hewa inakuwa nzuri na kufanya fumigation mara kwa mara. Mbali na hapo, pia Mwanri akapata fursa ya kutembelea magara ya kuhifadhia mpunga katika mji wa Nzega, ambayo yalimpa picha kwa Nzega ina akiba ya kutosha ya chakula ujimla, ya kupa mekana, ya kwa ujumlaajua yako mengi tu kama inavyoonekana yamenea ya kutosha, na mengine ndo yanashuka sasa hivi hapa. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba hali ya chakula mpaka hivi sasa tunayo uh, storage ya chakula nzuri tu. Baadaye ukafanyika mkutano pamoja baina ya viongozi na watendaji wa wilaya hiyo pamoja na yeye Mwanri, na akapokea taarifa ya hali ya chakula na chakula kilichotumika kwa muda wa miezi saba, Juni mpaka Disemba, ni tani 57,289.75. Chakula kilichobaki kwa mujibu wa takwimu ni tani 40,492.1. Tumeshakwisha kuagiza mbegu za mihogo tunazo na hizo tunauza kila kipande shilingi hamsini, watu wachukue na waweze kupanda hizo mbegu waje mbegu zao, tumeambia wa, wafanye wenyewe wanavyoweza kufanya, hakikisha wanagawana hizo mbegu waweze kupanda kwenye ma, ma, mashamba yao yeah. Licha ya kutaka uhamasishaji wa kilimo cha mazao yanayostahimili ukame, lakini pia akaagiza ulinzi wa chakula kilichopo, ni kwamba hali hiyo isije kusababisha kuondoka chote. Ndio maana tunazungumza habari ya watendaji wote wa kata, watendaji wote walio katika mitaa, watendaji walio katika vijiji kule wairidhishe sio semitela zinakuja hapa zinasomba zinakona, alafu baadae mnaniambia tumekwisha, alafu naambia mmemaliza. Ah, mimi nataka niweke control na his, ni komishna hiki ndicho nachokuambia wewe. Utakuwa unapima mi nitakuwa naangalia tuko okay, vizuri, mimi